na tumesema na mlimwambia siku aliyokuja hapa Dk Samia na Singida mitano yeah. Tena sasa tuna deni hilo, ndugu zangu, na tunatakiwa tuende tukalilipe mwezi wa gani? mwezi wa kumi, twendeni tukalilipe hilo deni, lakini ni kushukuru na kupongeza mkurugenzi na watendaji, lakini mimi yangu asilimia arobaini lishe, pesa zake, makusanyo ya ndani mikopo ya asilimia kumi kwa wanawake sinaga mwama mwa, lazima mwhakikishe ile tarehe yangu niliyopanga kawaita, tarehe ishirini mwezi huu wa sita, kila jambo linasoma asilimia mia moja plasi. Ndio kazi ya uongozi, na tukifanya hivyo tutapunguza hili joto huku kwa heshimiwa Majwani kwa sababu wameahidi tunatakuwa tutekeleze. Kwa hiyo watendaji kila mmoja aangalie eneo linalomuhusu akahakikishe anakaa na mkurugenzi nakaa kama management team, mkuu wa mkoa atakutana na halmashauri zote, niweze kuona kila mmoja mwenye asilimia arobaini amepeleka, mwenye ishirini amepeleka, mwenye lishe hela ameitoa, kwa mikopo ya wanawake vijana na watu wenye ulemavu imekwenda, na makusanyo yetu ya ndani yametimia asilimia mia moja plus, hapo mimi nitawapigia makofi na tutakuwa hatuna magugumbali. Kinyume na hapo, mtaniruhusu na mimi nifanye jambo isivyo kawaida na niwaambie wako idara. Kukaa hapa mjini ni fursa wongo kwele, lakini kama umechoka tutakurudisha vijijini, kwa sababu unakaa hapa mjini alafu unafanya mambo ya vijijini. Kwa nini sisi tukae na wewe hapo? Hakuna sababu, kwa kila mmoja aende akatekeleze wajibu wake. Nini, mkitekeleza majukumu yenu vizuri hakutakuwa na kelele kwa upande wa eshimua majuani Maanake, haya yote yalikuwa nasema huko ndani, niye ndio visababishi ka kila mmoja alewa ajione hali ambayo kua na waishima majuani ya maumivu haya madogo, mwende mkarekebisha ni nini, mwende mkafanyeje, mkarekebisha na mimi bahati nzuri nimenipa vitabu, nitaenda moja baada ya nyingine, kila mtu linalo kuhusu wewe ukitaka ukae vizuri Usiende na jambo jumla jumla, nenda kadadavua kila mmoja na shughuli yake, kwa nini yakufaa shonana naye. Yule akijificha kwenye blanketi wakati mwingine unaweza usimpate. Kwa hiyo hakikisheni kitabu hiki mnatembea nacho kila mmoja kutoka sasa, akarekebishe kile ambacho anatakiwa kurekebisha. Na kurekebisha sio kwa maana atu tumeweza kujibu hoja. Katika jambo silipendi wala sitaki kuliona. Ni hoja za ukaguzi, kwa hiyo tusijitie ufundi tumejibu hoja. Panapokuwa na hoja, inaona kuna mtu samwe amekula bila kunao. Sasa kwa nini tupate vipindu pindu? Kwa hiyo sitaki hii sitini na nne mi nimeikuta hii. Mimi nimesema single digit, najua kuna hoja za kisera. Huo ndio msimamo wangu. Wewe ukiona umezalisha hoja Jue uanze kufunga viatu, wala hatutachekeana hapa. Ndio Singida hii, ndiyo Singida. Tukisema Singida tunaenda kupindua meza, wanaopindua meza ni nyinyi manispaa hapa. Sasa msipoonyesha njia kwa wale wadogo zetu, tutabaki kwa nyuma, mikoa ya chini, mikoa isiyojiweza hata kidogo. Sisi tunajiweza, sisi ni matajiri sana, sisi tuna akili sana ajitambue na kazi ya ziada ya mfano. Tunataka tuone cheche zako, kwa nini umekuja manispa? Lakini kama unakuja una la kuongeza kwenye halmashauri, kwa nini tukae na wewe? Kwa hiyo ubunifu, kujitoa, kufanya kazi kwa uadilifu, uzalendo, kufanya kazi namna isivyo kawaida. Yani nini yamhitaji kuambiwa, mnahitaji kufanya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumesema sana. Kama mtu anaelewa taratibu wake kwa nini asitekeleze? Hata juzi ana mbele ya Rais, natamani kuwe na korama, nani amesababisha hoja ili tumuulize kwa nini imefikia hatua hii, kwa sababu hoja zingine ukiziangalia kama kitu umekufanya wewe, kwa nini usiambatanishe kile ambacho kimekufanya ukafanya hicho kitu? Lakini kama mwongozo anakuambia fanya hivi, kwa nini usifanye? Mheshimiwa Mwenyekiti, nawasilisha kwako utekelezaji kwa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe thelathini Juni elfu mbili na ishirini na nne. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukaguzi unaofanywa na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ni kwa mujibu wa kifungu cha thelathini na nne cha sheria ya ukaguzi wa umma namba kumi na moja ya mwaka elfu mbili na nane. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2023/2024 Halmashauri ya Manispaa ya Singida ilipata